Ndugu waandishi wa habari, nao furaha kuwajulisha kwamba kesho tarehe ishirini na moja Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan atafanya ziara katika mkoa wa Arusha. Atawasili kesho tarehe ishirini na moja katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro, na ratiba yake ya kikazi ni tarehe ishirini na mbili ambapo atakuwa mgeni rasmi katika sherehe za kutunuku kamisheni maafisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania katika chuo cha kijeshi Monduli. Kwa hiyo tutakuwa na Mheshimiwa Rais katika mkoa wa Arusha kwa siku hizo mbili kwa maana kwa kuhasili kesho tarehe ishirini na moja na ratiba ya kikazi ya tarehe ishirini na mbili Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwa wananchi wa wilaya ya jirani ya Arumeru na Arusha utakaopata nafasi kushiriki katika mapokezi yatakayofanyika katika uwanja wa KIA, na kwa tarehe ishirini na mbili ratiba itakuwa wilaya Monduli, kwa maana ya e, chuo cha maafisa wa kijeshi Monduli. Kwa hiyo kwa wananchi watakaopata fursa ni pale ambapo tutaenda kumpokea kesho katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Kilimanjaro. Kwa hiyo niliona nitumie nafasi hii kutoa taarifa kwamba tutakuwa na ugeni wa mheshimiwa rais katika mkoa wetu wa Arusha kuanzia kesho na tarehe ishirini na mbili kwa ajili ya ratiba ya kuja kuwatunuku eh, kamisheni maafisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania katika chuo cha kijeshi Monduli.